Mambo ya boli yanapatikana hapa kwenye TFF TV, mambo mazuri, elimu pamoja na mambo mengine kedekede kede ndani ya TFF TV. Nami ni Clifford Mario Ndimbo, karibu tutembee pamoja. Leo nipo uh, na mmoja kati ya wachezaji wa zamani eh, ambao leo hii tutapata madini kutoka kwake, eh, tutapata kumbukizi kutoka kwake, tutapata mambo mengi katika, eh, mpira wa miguu kutoka kwake Leopord Taso Mukebezi, unaikumbuka timu ya taifa Taifa Stars ambayo ilifuzu kwa mara ya kwanza kwenye AFCON eh, mwaka elfu moja mia tisa themanini. Basi unayemwona hapa ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwepo kwenye kikosi hicho eh, cha Taifa Stars sta, karibu. Asante sana. Naam kufikiria watu wachezaji tuko wengi wa zamani, wengine mm, washa kutangulia mm. mbele ya safari mm. wengine tupo, lakini kama vile hatupo, hatujulikani kama tupo <laughs> lakini unapokumbuka kama hivi tunashukuru mm. Mungu kwa hilo mm. Nasema asante sana Leopord taso Mukebezi, hii taso ipo kwenye majina yako matatu. <laughs> Sasa sijui nianze kidogo kidogo mm. historia yangu kidogo ili uje upate taso hiyo mimi nimezaliwa tarehe moja mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu. Mimi mtoto mm. wa pili katika familia ya eh, Cleofas Rutayuga Kazimoto. Wakati nasoma shule olevo 1971 nikiwa form three, nilichaguliwa timu ya mkoa Rweru mm -hmm. Eagles mm. wakati ulikuwa inaitwa mkoa wa Ziwa Magharibi aujawa Kagera. Sasa kwa ile yapi ni mwaka sabini moja sabini mbili niko kwenye timu ya mkoa ya taifa. Timu moja ya jogo ilikuwa inamilikiwa na revenue authority mm, of course nisingeweza kwenda kwa, kwa nani, lakini barimi wali wote walikuwa wananivuta nikabidi niende hiyo tayari, na watania rafiki zangu wengi. Nikamwambia mimi wakati niko shule nilikuwa naandikia mkono at the same time naandikia mguu mm, mm. Sasa mguu ukaja ukaplay party zaidi ukanipaisha uka zaidi mm. mpaka nikaja kuendelea katika ngazi hiyo mm. kwa hiyo by the time na nimemaliza shule nikafanya kazi BCU ambayo ni timu ambayo ina union ambayo inamiliki timu ya Balimi. Mm. Kwa hiyo nimekuwa Balimi au naweza kusema kwamba nimekuwa kwenye coffee industry maana yake ilikuwa ni chama cha ushirika hasa kinachoshughulika na zao la kahawa. Mambo ya kahawa. Eh. Ni kuja kuwa mamlaka ya kahawa iko kwa bodi ya kahawa. Mm. Mimi nime nime yani nimerisiwa kwenye coffee industry right, mm. from mm. nimeanza kazi mm. mpaka na na na na na staafu mwaka 2013 niko kwenye coffee industry, lakini sababu ya mpira mpira ndio ninipa kazi mm. Of course nikaja kuendelea nikiwa kazini, kujenda kusoma, kuenda kwenye madiploma na nini nikiwa kazini mm. lakini mpira ndio linipa kazi mara ya kwanza moja kwa moja kujiendeleza, wee ilo... la, uh, la ukiwa upo mkiwa kazini, kazini. Na. bado naitafuta taso sasa, naam, sasa taso, by the time mimi nasoma ni wakati 75 mm. Balimi ikawa ndio klabu bingwa ya mkoa kule Kagera. Mm. Tunakuja kucheza klabu bingwa Dar es Salaam. Maana ilikuwa klabu bingwa ya mkoa zinakutana zote kituo kimoja. Wenzizo mm. ndio ndio ligi ambayo mnaiona kama inachezwa. Mm. Sikwilio mabingwa wa mkoa mm. wote mnakuja kukutana kwenye kituo kimoja. Na ni, ni knockout basis. Ukikino mm. knockout umeondoka. Ukikino mtu anaendelea kukaa. Mm. Kwa hivyo, until 75 Balimi ikawa ndio bingwa wa wa mkoa kule. Mm. Tukaja kucheza Dar es Salaam. Mm. Nafikiri tulianza na TPC kweli wakati huo. TPC tukacheza ilikuwa Kilimanjaro kiwanda cha Kilimanjaro cha <muchas> kaha ah. na, nancha sukari mm, mm. Alafu, alafu tukacheza na vita ya Tabora then mm. tukacheza na African Sports kama sikukosei then mm. Nyota ya Mtwara ambao alikuwa akina Mariam Chuma ndio wanacheza sasa. Mwaka huu ndio bingwa alikuwa mseto ya Morogoro. Sasa wakati mi nacheza mpira, kocha wangu ambaye alikuwa kocha kama player, marehemu sahivi, Ismail Swedi, ikawa mi nacheza senta af. Kwa hiyo kuna neno moja nilikuwa nalitumia sana tunapoanza kushambuliwa, manake sisi ilikuwa mm. niwasema ni last man last man wa mwisho ni golikipa, lakini last but one, lakini wesi ndio tunakunda kama last man. Kwa hiyo tunapoanza kushambulia, wanaanza kuambia wachezaji wangu special defenders. Sasa ikawa watu wamezoea, sasa waandishi wa habari wanamfuata kocha wangu pale kwenye benchi kumuuliza jina Taso. Waandishi wa habari wakati ule, vyombo vya habari ilikuwa ni Huru na Mzalendo, alafu kuna Daily News na Standard News, Huru na Mzalendo, mwandishi wa habari rmam Mm. Eh, salva ruyo imamu. Mm, salva ya. Mwandishi wa habari upande wa Daily News Steve Niloikiza. Wote mm. ndugu zangu. Sasa wakaja kwa wakati mmoja kunihoji mm. baada mm. ya mpira kama kisuki ya pili yake. Kupata mm. biografia ya mtinani yangu. Bana kaeleza nini Aha. nini na vile. Ah. Taso ni nini ndio nkawaeleza jinsi ndio vya ah okay. Mm. Sasa Steve Niloikiza kaandika Leopord Taso ile TU WSL -E, inverted commas Mkebezi. Mm. Mm. Huyu akaandika Leopord Taso. Taso hii ambayo inaendelea mm. aa, yani, kama Kiswahili akatoa mm. mm. mm. mm. Taso, la, la, Taso, Taso, Taso. Unajua mara nyingi ilikuwa imeshika ikawa inaendelea hivyo, mwisho sasa ikabidi mm. niende, baada ya kuwa nimeshaanza kazi na nini nimeshasoma na sheria nazijua, ikaenda kabidi sasa niende ni, ni, ni, ni ape kwa, kwa wanasheria kwamba sasa Cleofas inafutika, taso ndio inakuwa ndio nani ya kati, ndio ikaanza kutumika hivyo. Vinginevyo ukiangalia viti vyangu vya mpaka fomu fo na nini, Leopord Cleofas Mukebezi, wote niyosoma nao wanajua Leopord Cleofas Mukebezi. Taso limekuja kwa shauri ya, ya mpira, lakini ikawa ndio sasa limekuwa lime chukua hata wanangu huko wanajulikana kama Taso Taso, lakini mm. hakuna mm. mchezaji wa Ulaya wala mchezaji wa zamani mm. anajulikana kama Taso. Kama no ilikuja katokea kefa Taso nani, Kenya eh. Yeah. Alikuwa anacheza national team namba sita mm. Yeah. Walimuuliza yule Taso akasema, ah, mimi nimpenda sana yule mzee yule mchezaji wa Tanzania, kwa hiyo naye akawa mm. Taso, Taso. Basi mm. Yeah. Lakini sio kwamba nini, hatimaye na wewe sasa jina lako lina, linatumiwa na wengine wengine kama hapa uh, ambako tunatumia majina ya ya yeah, wanangu, wajukuu zangu, wengine wanatumia taso kabisa, ndio yupi ndio huyu yeah. Basi kwa hiyo ndio limekuwa popular. Sawa sawa, wakati ule mnacheza mpira wewe uh, umetokea shule ambako yeah, ndio imekutoa mpaka unaingia kwenye, kwenye kazi. Uliwezaje kwamba uh, shule mpira lakini ikakupeleka kwenye kazi? Uzuri, uzuri, tukisoma sisi ilikuwa ni maana yake ndio, ndio mwanzo wa kuja kuanza hizi nini nani za sekondari. Mashindano ya umseta na nini yalianza enzi zetu sisi, wakati niko form 2 tulikuwa mm, na secondary schools combined Mm. Yaani Bukoba zile sekondari school zote mnakumbana mnapata timu hiyo moja. m mm. Ambayo hiyo yapi ni mimi nilikuwa ndio captain. Kwa naitwa e, Buikano. Buikano ni composition na BU ni Bukoba secondary; AI Hungo secondary, mm. K A ni Kaororo; N ni Nyakato; O Mumwani. Yaani ilikuwa ndio sekondari school zote tukaikumbanisha sekondari school ni moja. Kwa hiyo sasa tulikuwa ni kama club. mm. Na nakumbuka mwaka 72 kwa form 4 sisi tuliwakilisha mkoa wa Kagera pia kama bingwa Sabina tano ubarimi lakini sabina mbili isha wakilisha timu ya mkoa kama bingwa wa mkoa, Buikano timu ya sekunda kisuri combine. Kwa mm. Sasa ikuwa tunacheza tunasoma at the same time, mnajua kuni mambo ya michezo mpo. Mm. Eh, ndio kama wanaweza wanaweza kuzungumzia siku hizi kama academies na nini, kwamba kuni academy endelea na nani, lakini at least shule nako huo mm. umekwenda. Baada ya kuingia kwenye eh, kazi baada ya shule na vitu kama hivyo Uh, nini kikubwa kilikuwa kinaendelea kazini lakini wakati huo huo unacheza ligi. Sasa uzuri wa wakati ule sisi wakati kucheza ilikuwa nilivyokwambia kwamba ilikuwa tacheza knock, knockout basis. Mm. Haikuwa ligi kama hii ya kwamba full time huko kule, kwa hiyo kwanza timu ilikuwa ni timu ya, ya, ya, ya, kam, ya shirika lilelile kwa hiyo unacheza unache, unakuajiri unajua kwamba time fulani utakuwa huko ni, ni kwenye michezo kama, kama nani, wachezaji wengi kama sisi ilikuwa ni either ni wafanyakazi wa union au wa kiwanda cha kahawa combine, mm. pale sasa baada ya hapo ikawa hata ukiwa kazini pia sasa unaweza ona, tena ukajiendeleza kusoma, tuko na mambo ya kusoma kila evening classes na nini, hizo, hizo, hizo, baadaye, mpira, mm. mm. ndio kitu, na nini correspondences baadaye sisi tunacheza mpira mm. lakini kwa tunaocheza kama hobi sio kama ndio kitu tunajali sana kazi mm. kwa hiyo hata promotion yako wakati mwingine una participate vipi unavyotoka kwa mfano tumerudi leo safari kutoka kwenye mchezo mm. siku ya pili yake nimesharipoti kazini hivyo hivyo mm. kwa hiyo unaangalia, sio umetoka nani huko, leo unaenda kulala, ukilala, mambo yalikuwa yaendi Sawa, tutarudi hapo. Ukilala mambo yatakuwa hayaendi. Tukiendelea kusonga mbele zaidi kwenye mazungumzo yetu haya, tukikumbuka e, wakati huo, lakini pia tukipata elimu pia kutoka kwenu wachezaji ambao mmecheza mpira hapo nyuma. Hii ni TFF TV. a, kama ndo kwanza najiunga nasi, bado hatujamaliza, tutarejea hapa baada ya muda mfupi. Naam, TFF TV tumerejea e, na bado tupo na mchezaji wa zamani ambaye e, pia amecheza timu ya taifa kwenye kikosi ambacho kilicheza Afcon ya 1980. Leopold Taso Mukebezi baada ya kuwa kazini pamoja na timu e, ilikuwaje ukapata nafasi ya kuitwa kwenye timu ya taifa? Hapo ndo patamo hapo. Mm. Timu ya taifa nimeitwa mwaka 1975 na kama nilivyosema kwamba mwaka huo ndio ulikuwa barimi, tumekuwa mabingwa mkua wa timu ya mkoa wzia wa magharibi ambayo ndio Kagera sahivi mm. Sasa wakati tumekuja huku tukabahatika kucheza kama nilisema, tulianza na TPC tukaitoa, tukaingia na vita ya Tabora tukaitoa, tukaja kucheza na nyota ya Mtwara ambayo ilikuwa ni semifaino mm. unaona. Kwa hiyo katika kipindi kile, unajua mtu ulikuwa ukivuka ngazi ukienda ngazi nyingine, then unaonyesha na umaili wako, basi unaweza ukaja ukacheza no, ukawa knocked out, basi ndio biashara imeisha. kwa hiyo pale ndio waka notice kwamba huyu ni center afu mzuri. nikawa anzi hizo, nakumbuka alikuwa ni Bet Trotman ambaye alikuwa ni kocha wa timu ya taifa. na zamani wamekuona kwenye club ana take jina lako na note, lakini si kwamba umechaguliwa. anasubiri tena kuona kwenye Taifa Cup hiyo timu ya, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ya mkoa ndio mm -hmm, dio humo unaweza kuwa unaonekana shujaa kwenye klabu yako yeah, lakini kwenye timu ya mkoa ambao kuna vilabu <laughs> vingine vimechukua mabesi hao, kuna mashujaa zaidi, kuna mashujaa zaidi sasa. <laughs> ika wapi nimekuja kwenye Taifa Cup ambayo tulichezea Arusha mm -hmm. Na kweli tulianza na Singida tukawatoa, tukacheza na na timu gani, alafu baadaye Dar es Salaam mm -hmm. Nakumbuka sasa, pale ndio confirmation yani, pale anakuona huyu, hey, ni performance yake huku still outstanding performance ndio huku, basi ndio nikapata nafasi aina. kawa nimechaguliwa, lakini nichaguliwa kama sente hafu. Kwa hiyo tukawa tumeitwa timu ya wachezaji kutoka timu mbalimbali -mbali, kambi Dar es Salaam aina. kufika kambini pale ikawa mimi ni sente hafu, Mwabidi Bakari Tol sente hafu, nani Charles Mwanga cha sente hafu E, na nini afbek 4 nani alikuwa tenga mwaka mm huo -hmm. halafu Mohamed Salim afbek 4 Jela alikuwa anacheza namba sita wakati ule. Sasa tumejumuishwa tumekuta mm -hmm. masinia akina Kitwana Manara, Sembuli mm -hmm. e, Aidari Mchacho mm -hmm. masinia zetu maadhi na mambo sasa mm -hmm. ndio tumekuta ndio masinia sasa, tumeingia ikawa bahati mbaya ambayo ikuwa nzuri kwangu mm. Daudi Salum aliyekuwa amechaguliwa kucheza fulbeki ndio alikuwa amekuwa promoted kutoka timu ya vijana acheze fulbeki ya kulia, ikawa naenda kufanya mitihani ya form four Tabora. Kwa hiyo alivyoruhusiwa kuondoka yule mzungu yule Mjerumani akasema, sio ni sababu ya kuita mtu mwingine kati yenu tu, nitampata fulbeki sasa mm. Mazoezi ya fulbeki kwa kweli yalikuwa ni magumu sana mm. Kwa sisi ambao tumezoea kucheza sentaafu mm anakuambia ukiwa mazoezini unakuja kupokea mpira kwa, kwa goalkeeper, anakuwa unacheza na midfield midfield anampa wewe, unaondoka hivi, anakupa unampa tena midfield mwingine. mm. mm. Mm. unapigwa kule, kabla hajafika kwenye kibendera umeshafika umetia cross, alafu una sprint kuja kuchukua mpira mwingine. mm. ukienda mara tatu wewe ni mwanaume. mm. Sasa nikaona hii yote kazi gani bwana? mm. ah. ikawa kuna training game moja tukacheza hapo chuo, chuo university pale Mm. kanipanga fulbeki kaavipi na hajasema lakini asema, kajaribu. Mm. sasa mimi, kajaribu katika hali ya kuonyesha kwamba siwezi akanyamaza tu akaniita baadaye akaniambia unajua wewe nataka ku position ambayo ukiitaka uki utaicheza mpaka uiache mwenyewe lakini naona mm. kama uitaki ambia mimi kwa kweli siwezi ambia no. haya ikaja mechi ambayo ni ya kimataifa ambayo mm. sasa anataka kunivua nguo Mm. Ilikuwa ni mechi ya kumwaga marehemu Chuma, mm. tunacheza na Harambee Stars mm. hapa uwanja wa Bibia, sasa hivi uwanja wa Uhuru, wanjo Uhuru. <laughs> <laughs> Haya, watu huko tumefanya mazoezi lidilidi, kambi yetu ah. mm. kwa tunakaa police officers mess mm. sasa saa nne kawaida, yeye mkishamaliza nanii kwenye saa nne ndio mnakuja kutajiwa kikosi cha kucheza jioni ah, tumekaa pale mwishoo akaja, haya Wana golini leo anaanza mambo sasa mm. akitoka fia pili atacheza maadhi maana kesho kulikuwa na makipa watatu wakati huo. Mambo sasa, maadhi na Patrick Nyaga kwa Gayanga. Namba mbili, Leopold Mukebezi, kama mzungu vipi. Tatu utaanza, ataanza chuma kwa kuwa ndio anania. Half time atakapovua jezi yake kuna nini, atacheza Mwamini Makunda alikuwa anatukia Tanga mm. namba nne tacheza tenga tano, Mwamidi Wakali Tolu. Sita, Jera Mtagwa. Saba, Shabani Katwira. Nane, Aidali Mchacho. Tisa, Omari Useni dogodogo kimingia mm. tisa, na miaka kumi na saba lakini kifusumbufu mm. huh? roommate wangu Useni Ngurungu, ndio, tunakaa chumba kimoja wote, ni young blood mm. Nilipoingia chumbani, nikamwambia rafiki yangu, naona safari ya kurudi Bukoba imeiva. Vipi ambia kaambia mimi, furubiki wapi na wapi, mzungu anataka uniambie ngurungu. Akaniambia hivyo, acha upozi wewe, mimi kwenye timu yangu nacheza namba nani? Ni midfield mm. namba nane leo mm. kanipanga namba 11 mm. Sasa uone hapo, hebu cheza mpira pale utakapoishia basi mm mwenzangu ambao nikuwa nategemea simi basi, na mimi namba nane na siwezi na mm. namba kumi na moja siwezi nanambia atucheze -ee. Kumbe namba nane alikuwa natafuta namba kumi na moja ambayo sasa siuku katwira mtu wa kwenda mbio huku, ni mtu wa kukata kuingia uwanjani. Basi ukweli, nibidi nipige magoti nisali niombe Mwenyezi Mungu nisimamie. Ah, niliupiga <nvy> uliamua sasa, lakini eh, sasa nimesha sema, maana sasa sasa, maana mwenzangu ameshaambia wewe cheza utakavyo, kaambia kwani. Mimi nimwambie kabisa, kwani mpira lazima, mimi nafanya kazi bwana, nitaenda kufanya kazi yangu, anambia, aa, basi. Kwa Mungu kweli, niliupiga mpaka half time. Alivyofika akaniambia wewe, siongei na wewe, wewe endelea unavyocheza, naongea na hao wengine. Haongei na mimi kwamba nacheza vibaya, nimeharibu nimeharibu, basi. Kacheza mpaka mwisho. Mm. Tumemaliza game. Haya. Tumerudi kambini. Jioni pati ilikuwa inafanyika pale pale ofisi za Messi ya kumwaga chuma na wale wachezaji wa Kenya wale. Mm. Basi hiyo alipofika kaniita mbele ya mke wake amekaa kwenye meza pale kaniita kanipa mkono kaka. Ambia ulivyocheza leo, kama utaendelea kucheza hivi ananiambia kabisa, kama utaendelea kucheza hivi hii position utaicheza mpaka uiache mwenyewe hii position utaicheza mpaka uiache mwenyewe. Mm. Na ulikuwa uipendi Mm. Ah, lakini sasa hebu ipende kama ulivyocheza leo. Akachukua mfukoni akachukua hela akanipa. Shilingi ngapi? Shilingi ishirini. Sio ishirini elfu, shilingi ishirini ni zawadi na kuzawadia. Wakati huo ilikuwa na thamani gani? Thamani, kwa sababu ni shilingi ishirini ilikuwa ni nauli ya kutoka hapa mpaka Bukoba kwa basi. Mm na ndio padiem kwa tunapata wakati huo ndio tunapewa shilingi ishirini padiem mm -hmm. e, mkiwa kambini basi, ukani, kani, kawona, ni hela nyingi sana, kwanza ni nauli ya kufika mpaka Bukoba mm. Basi sasa nikafikiria kama ame appreciate mm. Basi wache niendelee kudani, nikawa nacheza full back na akaniambia tena mm. ukiitwa national team, mindset yako ibadiliki, ujue ni full back. Ukirudi kwenye timu yako ya barimi na timu ya mkoa cheza sentafu mm lakini uki, ukiitwa national team unajua sio senta beki, na nimekupeleka kule kwa sababu hapa kumejaa na masita beki wengi wao, sio ni sababu ya kugombania, nimekuona una fiti kule. Sasa of course baadaye nikija, alikuwa very friendly, nikamuuliza kwa nini mwalimu, umenipeleka kule? Unajua, au wenzetu weupe kama lugha inapanda kidogo, mkaweza kuongea, atakuelewesha vitu vingi. Akaniambia, nimekupeleka kule kwa sababu ukiangalia mafulbeki wengi na ni kweli, hata nikiendelea sasa hivi kuangalia mafurbeki wengi kushoto na kulia, mm. saizi yao ni wafupi mm. Niambia wewe ni mrefu, niambia sawa, kwa una urefu niambia, wanakuwa wafupi. Sio kwamba ni wabaya, ni wafupi, kwa sababu central gravity yao ni yani, kwamba kugeuka na nani kutana ni rahisi sana, na mara nyingi kukutana na wingi, ni wingi anaye kwenda mbio sana. Sasa mm. uweza kutani kufukuzana naye shauri ya mwendo, sasa wewe mwendo pamoja na urefu wako, lakini unaweza ukageuka haraka sana ukenda ukataka ukafanya nini. Ndio maana nakwambia we, ukirudi huku cheza senta beki, lakini ukirudi ukija huku ni fulbeki. Na kweli kawa nafanya hivi baada ya mchezo ule wa kwanza ambao uliamua mm. kucheza kwenye nafasi hiyo ya pembeni na ukaupiga mwingi mm. nini ambacho kilikuja kwako kichwani baada ya mchezo na baada ya kuambiwa kwamba hiki unachokifanya ndicho unachokihitaji? Of course kama, kama mwalimu ambaye kwanza ndiye aliyenichagua mm. alafu pia ameangalia katika nanii zote akasema wewe ndio unafiti pale mm. ikabidi nami nijisikie kwamba basi kwa kuwa na appreciate nani yangu, na mimi ngoja nimwonyeshe kama kwa hicho kipaji ninacho basi mm. hakuna kitu kingine ambacho nani ni kwamba kumbe nishaaminika kwamba ndio mimi, na kweli nimecheza hiyo nafasi, position hiyo kwenye national team. Sikuwahi kukaa benchi, yani mimi kwa sijui mtu sasa, sio tukwambia toka benchi nenda kaingie kule, sijui first eleven kitajwa, nipo sasa. Tukicheza kama ni friendly games, ndio unamwambia mwalimu, baada ya kuzoeana na kina mwalimu bendera, unamwambia bwana si umwi, lakini naomba na mwenzangu naye akacheze. mm. sio kwamba tuna treni tu mwe mm. na nini. Siku hizi mtu unaogopa ukimwatia position mwenzie atana kweli kana pafomu vizuri mm. akipafomu ndio wanaweza wa ukasaulika, lakini sisi hatukuwa na hiyo mm. tunakaa kama klabu kama nini basi mm. ndio unaweza kujivunja kwa sababu ya mwenzako apate nafasi, kamal wa wakati mwingine na sijivunji, namwambia namwambia mwalimu mm. si umwi lakini naomba na huyu akacheze. Alafu na huyu nani mm sio -hmm. kwamba tunaenda kuteta pembeni. Mbona ukacheze na huyu, na mimi ngoja leo nipumue. Anaenda kucheza na yeye kwa roho safi. Mm. Sio -hmm. kwamba labda awala anapokuwa amekaa benchi hajisikii vibaya. Yaani, unajua wakati mwingine mko kambini au timu nyingine mnakaa kabisa mnasema bwana, huyo kabisa unaona kuna kitu ananizidi. Na kuna incident moja nitakuja kukupa ambayo ilileta kasheshe, lakini bahati nzuri tulifaulu. Hiyo mm. hiyo -hmm. ya kunyafuko ni hiyo. Mm -hmm. mm -hmm. Sawa tutarudi kuitazama hapo. Hapa kwenye nafasi ya pembeni nani mlikuwa mnagombea namba? Bahati nzuri mimi nilianza Furubeki ilikuwa mtu substitute wangu alikuwa Juma Shabani. Uncle Jay wanamuita alikuwa Yanga. Mm. Baadaye ndiye alivyokuwa ametoka, ndio akaja nani Daudi Salum Blusuri. Mm. Kwa hiyo hao ndio watu ambao walikuwa nacheza, yani nikicheza mimi haina shida. Akicheza yeye haina shida, lakini mara nyingi nilikuwa anacheza mimi. eh lakini ndio hao watu yaani, kwamba substitute kinani make zamani, kwanza ilikuwa kwa mfano, kila namba ina substitute wake. Ukiumia wewe, amna mambo ya kusema substitute na tayari, ananyanyuka mtu, anakuja palepale, anajua kabisa position yake. Sawa. Naam, uh, Leopord Taso Mukebezi uh, mchezaji wa zamani ambaye amecheza timu ya taifa, kikosi ambacho kilikwenda Afcon 1980. Unafikiri kwamba tayari tumemaliza vitu vingi ambavyo anavyo Taso Mukebezi? jibu ni hapana. Ndani ya TFF TV utaendelea kuvipata. Hii ni sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu na Leopold Taso Mukebezi. Unafahamu walipokwenda kwenye Afcon mwaka 1980 nini. Nini ambacho kiliwakuta? Kuna kasheshe gani iliwakuta nini ambacho kilitokea, vyote hivyo utavipata hapa hapa. Unafahamu ni kikosi gani ambacho, eh, anakifahamu vizuri ambacho kilikuwa na ushindani mkubwa mwaka elfu moja mia tisa themanini. Yote utayapata hapa hapa ndani ya TFFTV kwa wiki hii, tamati yetu ni hapa, lakini wiki ijayo usikose, eh, mazungumzo yetu na Leopord Tasso Mukebezi, eh, kujua vingi ambavyo bado tunaendelea kuvichimbua. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo. Tukutane wiki ijayo nikiwa bado na Leopord Taso Mukebezi.